Kisi. Watoto wapi hema la majibu sio, itakuwa sema mimi nakubwa kwa nguvu. Nasema hivi mimi hapa nachunga wa bunge sema mimi nakubwa. Aka mimi sema nachunga wa bunge sema amina, kama hutaki itakuwa kwa mwanao. Nachunga wa bunge hapa sema mimi nakubwa. Mimi nachunga wakuu wa wilaya sema amina. Nachunga katika kidi sema amina kubwa tena. Aleo katika wapa Mungu atawabariki katika Tanzania. Na leo salamu hii kanisa hili litakuwa ni Mungu mia tatu. Kwa hiyo piga mahesabu. Mia tatu ngapi ziko hapa, ndio ni mara majibu itakavyokuwa. Sema tena amen. Sema tena amen. Mchoro wa shetani huo unakuwa unakuonyesha mwisho. Wakati wewe mwenyewe hujauona mwisho. Na wewe mwenyewe unataka mahesabu kwamba kwa mba, hapa kweli ni mwisho wangu, huo ni mchoro wa nani? Ila mchoro wa Mungu. Wakati akili yako imesema hapa ni mwisho Ndiyo, Mungu anakwenda kujiinua sasa kusema bado hujafika mwisho. Kuna mahali anataka nikupeleke. Inua mkono wako unisema ee Bwana Yesu, kwa sauti sema, ee Bwana Yesu, Bwana Yesu, Yesu. Yesu. Yesu, unifanye mtu mkuu sawa sawa na mapenzi yako, kwa sauti, sawa sawa na mapenzi yako, ninapokea ukuu ndani yangu na kwa nyumba yangu kwa jina la Yesu, sawa sawa na mapenzi yako Bwana Yesu, nimeinua mkono wangu hivi ndivyo nimetamata Tanzania, mikoa yote, wilaya zote, kata zote, mimi mimi nitajulikana kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mpango wa Mungu ulio kwa makusudi ya maisha yangu nimeamuru ukatimie kwa nchi hii, hata nje ya nchi natangaza ukatimie kwa jina la Bwana wa majeshi katika mastaa ambao watakuwa Tanzania Mi amba eh, mimi pia nachunga. Wa Amen. Watu ambao watakuwa hata mtu mmoja akasema nakujua mimi ndo nachunga hapo. Sema mimi nakubali. Kwa namwambia ngosha siku manangu, acha uoga. Kanianza kumwambia vitoka vimina 2022. Kwamba mimi ninao wachunga. Ndio atakuwa mastaa. Ni mapila anasemaje? Nikasema ah mimi bwana nilikuwa stoi zaka. Unakumbuka hapo shule? Alisemaje? Na mimi kwa stoi zaka. Nasema mwenyewe kana unajua sisi ni tunajua. Mba huyu. Atoi tunamwacha. Afan tunamwacha. Tunataka kukuombea, lakini tunataka Mungu tu ajitukuze mwenye mwenyewe. Unajua ukimfuatilia mtu mwingine sana unawaza ni kwake. Sasa nikashangaa mwezi ule ameanza kitu Akasema, akashuhudia. Nikamwambia, bado hapo, Mungu atafanya zaidi. Sema mimi nakubwa yoyote ambaye anakubali kutii wana, wana, kwa Bwana Bwana huwa anafanya. Kwa nini? Kwa ukubwa. Kwa mimi najua, wewe utake usitake, uamini usiamini, mimi nachunga hapa waziri na wachunga hapa maloya wengine, watakuja hapa kama mwajui, na inawezekana pia, baada ya miaka saa huko mbele, nikiwa hapa na tundwe vyeupe hapa vyeupe hapa, nikiwa tundwe vyeupe hapa, nitatoa rais

wanyama watexpire mimi nitatoa laisi mimi. Yeah. Sema tena amina kubwa yeah. Sema sema sema hapa hata kama nikifa, utatimia hili amina. Sema ime, labda Yesu arudi kesho. Sema amina. Yeah. Laki hudi Yesu basi nitakuwa nimepiga hapa kelele za bure, lakini asiporudi Bwana nitakuwa hapa nimetoa jasho za bure, lakini asiporudi Bwana w utashuhudia hili, sema mimi. Na kuna wengine hapa wako tu kama bila waelewi, utasema ghafla mkuu wa wilaya, ghafla mkuu wa mkoa. Na Bwana alifanya hilo kwako, kama utaki afanye kwa uzao wako, nasema kama utake, basi marafiki zako apotee kwa jina la Yesu. Kama wewe uamini Bwana alete watu wengine ambao wataamini hapa, itakuwa kwao kwa jina la Bwana. Sema semaminakubwa tena. Amani ya shetani ni kumuua Rebeka wakati hajashuhudia kusudi la Bwana juu ya watoto wake. Kwa kuwa mimi naelekea kuzimia, anakaribia kufa. Unaona, jamaa amepoteza utawala. Huyu jamaa Mungu ndio amemwandaa ili awe mkubwa, kwa sababu alitangulia kutoka, lakini njaa inamfanya afanye maamuzi ya kuuza uzalio wa kwanza. Sema njaa nja. <laughs> Sema njaa nja. Huyu jamaa ameenda kuwinda, anarudi anashanga, eh. A, wanyama wameingia mitini, walipoingia mitini wanyama arudi mwenyewe akamwambia akamwambia chakula cha cha nipe dengu. Uh -huh. Anaelekea kufa. Uh -huh. Jina lake anasema nisikilize. Mungu anawatumia wale wanaojua thamani ya vitu vya muhimu Amen. Yaani, ukiona jambo la kanisani linaharibika usikii kuumia, bado hauna wito. Ila jambo likiharibika nasikia moyoni, Mungu inatumia anatumia mtu mfumo. Hasa Yakobo alijua yeye ni mtu wa pili kuzaliwa lakini ametambulia kaka yake kisheria na taratibu, kaka ndiye ana urithi wa uzaliwa wa kwanza. Mimi sina maana yake, tafsiri yake ni kwamba Yakobo alijua toka tumboni. Hapa ni mawili, eza mimi nitoke au mimi nichelewa. Ni waligomia toka tumboni, Yakobo tumboni alishindwa. Kumbe kila vita inaanzia rohoni Amen. Ase nisikilize nimetamka maneno ya kwamba nitatangaza nitakuwa na viongozi hapa, ili nimetengeza katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho kumeshaumbika, imeshaandikwa hema la majibu wa bunge watatu, hema la majibu waziri wawili, hema la majibu rais wa Tanzania, rais anayeunganisha Zanzibar. Na hata kama mnafanya matambiko kwenye bahari, imekula kweli kukamilisha sema mina aloo, nasema hivi, mimi naita kwa jina la Bwana, popote kama sina hapa, popote alipo rais ah, hajari miaka mingine aje hapa. Kwa jina la Bwana ataifuata hima za bao na nitamshalisha sana atoba na ataiongoza nchi kwa jina la Yesu. Ah, hiyo ni miaka mitano, hiyo ni miaka mitatu, ili mradi hivi. Nani mimi? Sijui miaka ijayo, vijana wote watasema, ah, katiba ya miaka mitano tunaifuta. A katiba eh, ah, okay, ya miaka miwili tu, rais anaongoza miaka miwili na anafanya kazi sasa hivi, mwaka mmoja na nusu rais anakuwa amemaliza kazi yake, kwa sababu wako wengi watawala huko. Wako wako wenye maono hayo. Yeah. Mimina, sema a uwezi jua, mimi nasema hivi hata kama ikiwa miezi sita. Lazima nitoa. Amen. Amen. Amen. Sasa huyu Yakobo anagundua kwamba alichokosa ni uzaliwa wa kwanza, manake hana mamlaka ya kusema lolote.